Well, uh, yo, what's up mimi naitwa Ali adabu 13 hapa 69 Media of course. Mimi nikiwa hapa ni exclusive ni nyingi sana leo, niko na Bozen. Jambo hizi kabisa na wewe unajua kabisa hapa, huu ni msanii. Kwanza dripping hivi kuvaa vizuri kupendeza kwa msanii kuna faida gani kwa mtu ambaye labda hafahamu? Na of course cha kwanza ni moja ya mazingira ya kazi, pia kwa upande mwingine mimi napendaga kusema kwamba msanii ana tofauti na wanajeshi au askari wa, kwa hiyo kuna dressing zile lazima, kuna vitu vizingatiwe ili kuleta respect ya anachokifanya. Kwa hiyo kama mimi ku dress kwanza, ni tabia yangu, lakini pia ni mazingira ya kazi, lazima niwe hivyo. Na yeah, of course, kama labda una fedha labda ya kupendeza kama hivyo, uh, unahitaji upendeze, la fedha, una unatumia njia gani labda ya kupata fedha ada upendeze? Uh, kwenye swala la fedha na kupendeza, nadhani kwanza kupendeza lazima iwe tabia kwanza, kwa sababu unajua mtu hata kama una hela lakini huwezi kutembea uchi. Kwa hiyo kwenye hiko hiko unachokivaa inategemea wewe mwenyewe unakipangilia vipi, unakidressi vipi, hata kama ni mitumba 200 300. Mimi nimeanza kupendeza kabla sijawa na ile kufikia huku, lakini nilikuwa na uwezo wa kupangilia na watu wananiona yes. Kwa hiyo lazima iwe tabia kwanza. Tulianza kwenye yeah. Tulianza kwenye yeah. Masuala anasema ya course, sio kutana na msanii amependeza lazima uulize bwana course na nini, watu wanapendeza siku hizi. Mnavaa vizuri bwana. Tuasifie kila mtu anapendeza. Ukimwangalia Mondi kapendeza, kama Bose ni kapendeza. Hivi kwa na wasanii wengi huwa mna mnajifananisha sana na wasanii mtu kama Diamond au Alikiba. Asilimia kubwa ya wasanii ambao naona wanakuja kwenye mziki sasa hivi huwa wanafanya hicho kitu. Labda, siri iko wapi kwa watu ambao tayari washapiga hatua kwenye pande msimu wa mavazi? Nafikiri uh, cha kwanza ni mapenzi ya msanii na msanii binafsi. Unajua wasanii tuna renki za kutoka, mfano eh, kama utakuta hawa eh, wakubwa au, au mimi na mwingine wamenitangulia, kwa kuna kile mtu anachokifanya ni msanii mwenzako, lakini unakuwa inspired naye, unampenda. Hiyo ni sababu ya kwanza, lakini kwenye kila hatua ina changamoto zake na kuna jinsi pia unavyotakiwa uwe ndio maana hata nikizungumzia jeshini, mtu ukipanda cheo lazima uwe kwa alama ya kuonyesha wewe ni mtu fulani. Kwaona anayekuja chini yake pia lazima afuate zile nyendo, kwa sababu anakuwa anaona manufaa ambayo anatokea kwa mwenzie. Mi nadhani hiyo ni moja ya sababu pia. Okay, Bozen, wewe ni msanii ambao wanakuja kwa kasi sana, wanafanya vizuri kwenye game na ngoma zinafanya vizuri kwa upande wako, labda watu wangetamani kufahamu kama kuna mtu ambaye anasimama na Bozen ama Bozen anasimama kama solo artist na ana mtu ambaye anamsimamia kwenye kazi zake? Of course mimi ni solo artist lakini na timu. Unajua hivi vitu Mwenyezi Mungu ameviweka vinategemeana. Mfano mimi naweza nikawa najua kuimba, yule anajua kupiga biti, huyu anajua kufanya promotion. Kuna mtu kipaji chake ana nyimbo yako ni nzuri, lakini una uwezo wa ushawishi kuna mtu kaingia sokoni, akasema jamani sikize ni ngoma, ikafanya vizuri. Of course na timu na watu ambao wanashirikiana nao kusema ukweli, kuhakikisha wa Tanzania wanapata burudani kuanzia nilipotoka, na na mpaka hapa nilipofikia, na watu ambao nashirikiana nao, lakini sio management. Sio ile kwa upande wangu kutokana na hadhi ambayo na samani imenipa kwa mimi, napenda kuiweka kama ni management, kwa sababu unajua management ni kitu ambacho kina manage kile unachokifanya. Watu wengi wana, wanajua labda management mpaka management, management ni mabilioni, sio vizuri eh, mtu wewe mna pesa nini, lakini mimi kwa upande wangu management ni ile timu ambayo inahakikisha kile mnachokifanya kinaenda viral kinafika sehemu ambayo mmeitarajia me. Kwao naweza nikasema ni management. Yeah. So, ni management. Uh, kuna, kuna watu ambao ushi kufanya nao kazi before, na sasa hivi labda na kufanya nao ule, ule wakati unaanza na sasa hivi kuna hatua fulani unafikia alafu wakakutafuta kwa mara nyingine wakitamani kufanya nao kazi, lakini level ambayo uko nayo na wewe ni tofauti na wao ambao kushia kufanya nao kazi. Ishatokea hiyo situation na, na wakakutafuta uh, waka kwa mara nyingine. Da, imetokea sana, kusema ukweli, hiyo situation imetokea sana kwa sababu Uh, kufanya kazi na mtu au kuto kufanya kazi na mtu ina dependi na mazingira, wajua. Unaweza kufanya kazi na mtu yoyote kama yeye pia vision ya safari yake inaelekea kule ambapo unaenda wewe, unajua. Kwa hiyo wapo ambao wanatafuta, lakini si kwa ubaya, inakuwa iwezekani kutokana na utofauti wa kimawazo. Utakuta mtu anakutafuta lakini njia yake huku, wewe njia yako huku. Hiyo inatokea, okay. Umesema hivi squeeze ya bidadi unafanya nini kazi kama zamani au ya, mambo yamekuwa, atumuone squeeze hizi ya bidadi na Bozen ni washikaji kabisa, karibu kufanya kazi, lakini uh, na bidadi tuko siku hizi hatuwaoni, mambo yamekuaje? Sawa, tunawasiliana tuna, tuna, tuna, tuna, tuna nadhani tangu uzinduzi mara mwisho tulifanya Picolo hoteli tulikuwa tunashirikiana kwenye mambo ya kikazi lakini uh, sio kwa ubaya, ila ni mambo tu ya kibiashara imeona kwamba yeye bwana, mimi msimamo wangu ni huu, na yeye bwana, mimi msimamo wangu ni huu. Kwao inapohitajiana kusapotiana kwa kwenye kitu ambacho kitamechi tunafanya kazi kitu ambacho unaona hiki kinamfaa fulani au yeye anaona kinamfaa fulani hivyo, lakini bado hicho kitu chakuwa mechi kijatokea mpaka sasa hivi chakuwa chaku mechi ha, yani kwa karibu tena kipo Uh, nadhani sana labda ikitokea kwenye upande wa production, kwa sababu yeye ni producer na mimi na appreciate kazi zake ni nzuri, na zipo kazi baadhi nimefanya naye, nyingine hazijatoka, zipo kwenye process, umeona. Kwa hiyo nadhani mbereni uko, Mwenyezi Mungu ndo anajua kwenye mipango, ikimhitaji basi tambia tamvutia waya bwana. Brother kuna moja au alikudhulumu? Hapana, kwa sababu mimi niko very understanding na kwenye kudhulumiana, labda hivi hivi, hapana Mi uwaga nikifanya kazi na mtu tuna yale makubaliano, najua mipaka yangu ni hii, na mtu lazima ajue mipaka yake ni hii. Sasa inapotokea kidogo mkanganyiko fulani wa kibiashara, yani watu tunaachana au kuendelea ni sababu za kibiashara, si ugomvi. Sasa yeah. Kibiashara. Kwa hiyo kuna mmoja alichukua kiasi kikubwa kutoka kuumizie ndo mambo yakaharibika hapo. <laughs> Kwa sababu umesema issue sio kudhurumiana, lakini yeah. Then ukasema issue ni situation ya kibiashara, kwamba issue ya biashara ndio imefanya mpaka nyinyi e, mshindo ku, kukaa pamoja kama zamani. Kwa hiyo kuna mmoja kwenye biashara ambayo mkifanya mnaitegemea, kuna mmoja akaenda tofauti na makubaliano, si ndiyo? Maana yake ikiwa ni wewe au abidadi yeah, unajua mwanzoni kuna swali umeniuliza la kwamba nakuaje wasanii kwa baadhi ya wasanii kuona zile dressing nini kufata nyendo zao. Mi nadhani kwa upande wangu na Bedadi ni ile matching ya 100% kwenye ufanyaji wa kazi kidogo ndo imekuwa mushkeli, na kwa upande wake, na mimi na appreciate, kwa sababu unajua mi pia na watu wangu ambao nawafatilia course unajua wao, tunapokaa tunapofanya kazi naambia bwana, mimi mtindo wangu wa kimuziki e, ni huu, natamani flavor hii, lakini yeye pia, kutokana na jina lake, kwa sababu ni mtu ambaye amefanya vitu vikubwa binafsi, ana mtindo wake wa muziki pia ambao yeye anaona ni icon yake, hawezi kuiacha. Sasa na mimi na mtindo wangu ambao unautaka, ushaona. Kwa hiyo anaona akifanya style hii, labda atakopi kitu cha mtu mwingine ambaye ni famous, icon yake itapotea, sijui shanielewa. Kwa mimi nakuta kule ndo najipata sana. Kwa hiyo sasa ikawa ikitokea kimoja kimemechi tutafanya lakini ikitokea mvutano ulikuwa hapo nadhani. Kwa maana yake anapiga vitu vya kizamani, wewe unahitaji vitu vya kisasa, ndio jibu sahihi. Ah no. Yeah. <laughs> si kwa maana anapiga vitu vya kizamani. Hapana, yeah. Ila hata sasa hivi hawa maproducer ambao tunasema ni wa kisasa, raza zao pia ziko tofauti. Umeona na wengi hawapendi kuigana kwa sababu ya kutunza ikoni zao. Hata mimi nadhani eh, siwezi kumuiga msanii mwingine anavyoimba, hata kama ni vizuri, kwa sababu nahitaji kutunza ikoni yangu. Na ili ukue, lazima upate watu wanatumia kitu chako sometimes, na hiyo ni ndoto ya kila msanii, kama unavyoona wengi wanaimba kama kina Diamond, kina Alikiba, hiyo ni una feel proud, unajua. Kwa hiyo nadhani sababu iko hapo, si kwamba anavyopiga ni kizamani, ni mchanganyiko flani tu wa flavor yeah. Na. Uh, wasanii wengi huwa lawama zenu mnatupa sana, kama yani, sana kwa maproducer. Yaani maproducer huwa mnatupa sana lawama zenu kwa labda sema kama yule anasema labda kuna combination fulani mimi na yes kwenda alikuwa anapiga vitu fulani labda mimi kwenda vitu fulani. Hivi karibuni eh, Master J aliuliza swali juu ya masuala mazima ya wasanii eh, fusion ya wasanii kuimba masuala mazima ya sauti, mm-hmm. Akasema wasanii wengi wa Tanzania wanabana pua. Mnaimba kama maswala mazima ya kiinde tena, alibana na yeye pua kabisa, akapiga so kitu kama hicho. Wewe binafsi yako kauli kama ile ya mkongwe Master Jay kusema kwamba wasanii e, wa Bongo Flava asilimia kubwa huwa wanabana pua, ni ipi tiki yako ni ipi hapo? Of course sijui si, si, sijui kwa upande wake alikuwa anawaza nini, lakini kwa mimi ninavyojua kubana pua ni ni neno ambalo lilikuja kwenye ushindani wa kibiashara kama sikosei, kwa upeo wangu mdogo, nadhani ni hivyo kubana pua, ilikuja, e, unajua kulikuwa kipindi fulani kuna ushindani wa kibiashara kati ya wasanii wanaoimba na wasanii wa hip hop. Kwa wasanii wa hip hop nilikuwa ni kimbilio lao sana e, kuambia wasanii wa kuimba kwamba wanabana pua. Kwa hiyo ilikuwa ni kama kisingizio au neno sasa siwezi nikakaa hapa nimeimba ukaniambia na bana pua. <laughs> Kama mbwe. Da, hapana, hizo ni toni na kila mtu ana flavor yake anapotaka kuitolea. Ku, ku, mfano kama mimi nikiamua niimbe kama Alikiba naweza nikamkopi kidogo na sijisiki kama na bana pua nikiamua niimbe kama Diamond. Yaani hakuna mtindo wa kubana pua. Ile ni toni ambayo mtu anakuwa amebarikiwa kutokana na sauti yake, Mwenyezi Mungu alivyombariki. Labda kama alikuwa na sababu zake nyingine sijui. Ten alifika mbali zaidi akasema hata kwa live bado sana. Yaani wasanii wakubwa wa Bongo Flava muziki wa Tanzania, akamtaja mtu kama Alikiba, Diamond, afa na msanii wa Kenya BN, akasema yani bado kabisa kwenye msiki live Tanzania hatujajipata. Eh, wewe pia ni msanii, msiki live unaonaje kwa wasanii wa Tanzania wanapoperform, wa lakini pia mwenye ni msanii unaonaje kauli ya Master J juu ya msalma, um, zima live and live music hapa? Eh. Of course mi kwa upeo wangu mdogo ambao Mwenyezi Mungu amenijalia wa amenijalia wa wakungamua mambo kidogo, labda niweke watu kwenye, nadhani amezungumzia hilo baada ya show ya Mario ile, eh, lakini angetaka kuelimisha angezungumzia before kabla ile show kutokea. Kwa, kwa upande mwingine eh, kibiashara naweza nikashukulia kama ni trending tu awe anazungumzika au vipi, mambo yasimpite, lakini kwa somo ambalo waelewesha kidogo na Watanzania wajue kuhusiana na swala la live au kuto kuimba live, hizi nyimbo ambazo ziko recorded tayari tunazo kwenye simu zetu ambazo tunazozisikia. Kwanza niwaambie watu, hakuna kuchuja sauti. Watu wengi mtano wanaongea sauti imechujwa. Hakuna kuchuja sauti, the way utakavyoimba ndo utakavyotoka. Ni vitu vidogo tu unafanyiwa. Umeona kwa mtu pale anavyoimba? Kwa nini sasa, kama kuna kuchuja sauti, kwa nini wakina Morapa asitoke kama Diamond asitoke kama nini? Kwa hiyo ni moja ya ushahidi kwamba hakuna kuchuja sauti. Lakini msanii ukishajua kuimba live performance inahitaji utulivu, lakini mpaka mtu aimbe live nzuri inahitajika yeye mwenyewe kwanza apende. Mfano kama mimi nikimzungumzia kiangalia show za Diamond Platnumz, si kwamba ni mtu ambaye hawezi kuimba live, anaweza, ila yeye mwenyewe ndo anapenda mtindo wake wa show afanye vile ana feel proud. Kama mfano mimi ukiniambia, si kwamba siwezi kuimba taarabu, naweza, ila mimi nimechagua kuimba bongo flavor, umeona. Kwa kwenye swala la live na nini, kwa Mario, kwa mimi nilivyoangalia ile show alikuwa uh, anaimba live, lakini akiwa anapirika nyingi, shaelewa. Kwa ile imepelekea kidogo masuala ya pumzi na nini, maandalizi mtaalamu wenyewe huo sasa Mtaalamu <laughs> wa live sio nazi hapo, ah, yes. Uh, unajua ile ilishapangwa. Mtu siku zote ni mtindo wa kimaisha, uwezo ukaishi tu vitu vikawa vinakunyokea. Haimaanishi ukikosea eti ndo ujui. Tushaona hata sisi kwenye maisha yetu ya kawaida kuna vitu tunakosea ila si kusema kwamba hatujui. Unaona ile malioni siku yake tu ilifika ila si kusema kwamba hawezi kuimba live. Ukimkuta katulia kabisa kuimbia inatosha hapo au kwa utulivu mtu unaenjoy. Okay. Umeona. Kwa hiyo ni siku yake ilifika mwenyewe, kidogo aliruzi control ikajikuta amesaba. Hata ukimwangalia BN alikuwa ni mtulivu, sio mtu mwenye pilika pilika. Kwa hiyo ilimsaidia kukaa kwenye consistency ya anachokifanya. Umeona. Kwa hiyo live sio kitu cha miujiza sana kusema wasanii hawawezi. Hapana. Maendeleo tu kidogo nadhani ya kwenye equipment ya sound na nini, kuna vitu kidogo vikiongezeka tutakuwa kama wenzetu kwa kuwapata tuwapate. Hiyo mimi niwe wazi, kwa sababu naangalia na sound kwa wenzetu. Sasa, Bozen ni rais anapewa nafasi kubwa kwenye muziki lakini nafasi anayopewa haitumii ipasavyo, yani anapewa mandate kubwa ya kufanya kitu kwenye muziki lakini ile nafasi haitumii ipasavyo. Nikizungumzia msanii gani ambaye anapewa nafasi kubwa lakini haitumii kwenye kupewa nafasi, kuna vitu vingi. Aidha kupewa nafasi ya kimanagement, kiinvestment, kifedha au kupewa nafasi na Watanzania. Sasa sijajua na kupiki vipi, nafasi kwenye mziki yani, nafasi kubwa ya kusikilizwa, nafasi ya kifedha anapewa yote in general, lakini bado ile nafasi haitumii kama watu wanavyotamani kumwona akiwa anaitumia. Uh, siwezi kusema exactly ni msanii gani, lakini nadhani kama yupo yoyote ambaye wa watanzania wanaona kabisa kabisajamana kila kitu lakini bado hawajarizika na wanachokifanya basi wampe muda, kwa sababu wakati wa Mwenyezi Mungu siku zote ndio sahihi. Unajua kuna muda mwingine unaweza kuwa una kila kitu, lakini kama bado Mungu hajapanga haiwezi kuwa, ila Mungu akiipanga itakuwa. Kama yupo Watanzania wanamjua, wampe muda. Unajua kwa upande wangu nikisema msanii fulani anapewa nani, mi naona wote wanapambana kufikia malengo yao, kwa sababu mi mwenyewe nipo kwenye hiyo industry uh, mtu akifanya kitu fulani na anajua ndoto za wasanii wengi. Kuna sehemu moja ambayo wote tunatamani tuifikie, hakuna ambaye apendi. Kwa hiyo ukiona mtu hajafikia, basi ujue hata kama ana kila kitu bado muda. Ndio maana nasisitiza kwenye muda, naweza nikasema fulani, kumbe ujue struggling ambayo anapitia E, ana struggle kiasi gani, anateseka kiasi gani, ikampelekea kuwa na hisia tofauti. So unajua vime so, yeah. ya wasanii wengi ni kuenda Wasafi, kwenda Konde Music, kwenda Next Level Music. Watu wengi wanapenda kwenda kwenye music labels kubwa ambazo zinafanya vizuri hapa Tanzania. Kwako ile lebo gani ambayo ikija kwa mara ya kwanza karatasi ya juu kabisa ikija uchomoi hata kidogo? Uh, mimi kwa upande wangu cha kwanza napenda sana anachokifanya Diamond Platinum. Napenda pia anachokifanya Alikiba kina Harmonize kwa mchango wao kuinua vipaji. Lakini mi pia ni malengo yangu siku moja kuwa na lebo na mi pia kuinua vipaji kama Mwenyezi Mungu atanibariki. Na niko inspired na hao watu ambao nimewataja, baadhi yao, mfano nikibezi sana kwa Alikiba na Diamond Platinum wao walianza bila lebo na hivi vitu wao ndo wame vipublish vimekuwa vikubwa kwa msanii kumsaidia msanii. Kwa kama walitoboa bila lebo, na mimi naamini kwenye utafutaji wangu binafsi natamani sana nitoboe kama hivi na timu yangu nilivyo, and then kesho na kesho kutwa anije kuwa na hiyo lebo ambayo imetoka from the scratch, nilianza mimi atakuja wengine. Yaani, kwa ufupi natamani kama ilivyo kwa Alikiba na Adamu. Alikiba na Diamond. So, wengine huko wasubiri ni Alikiba na Diamond. Mfano wako mkubwa sana. Kwa sababu, kwa sababu wao wameanza automatic kuwa ni wamiliki bila kumilikiwa. Hiko ndo kikubwa ambacho mimi nakizungumzia. So, Bozen ana ngoma zake kwenye digital platforms. So, nataka tuambie wananchi ambao wanatazama this time we are 69 Media, ngoma zako zinapatikana wapi? Any new song, this is your time. Sasa hivi niko na miachia ngoma mpya inaitwa Ananipenda, inapatikana kwenye music digital platform zote, Spotify, Boomplay, YouTube na sehemu nyingine ya, mtu akicheki tu pale Bozen, basi ananipata Instagram. Instagram akinicheki iambozen, TikTok iambozen, na sehemu nyingine ya yembozen, YouTube basi atapata ngoma zangu. Yeah. Bana, tulikuwa na Bozen ndio bigana story e nyingi kuhusu mziki wake kuhusiana na maswala mazito ana trend sasa ya kimuziki. Of course ni msanii na ndio maana stories za kisanii. Mimi naitwa Ali adabu 13, hope so ufika pale YouTube subscribe like, comment na kushare, kwa kwanza kwa kupata taarifa zetu. Fika pale Instagram andika 69 media tz, follow hiyo page kwa taarifa mbalimbali ambayo